Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mpenzi mtazamaji, nakukaribisha sana katika somo la leo. Somo letu la leo tutaangalia jinsi watu wanavyoingia kwenye maagano ya nguvu za giza. Naomba nikukumbushe kusubscribe chaneli hii ili uweze kuendelea kupata masomo haya. Watu wanaingia kwenye maagano ya nguvu za giza kwa namna mbalimbali, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Katika somo letu la leo tutaangalia njia mbalimbali mbali au jinsi ambavyo watu wanaingia kwenye maagano ya nguvu za giza. Ndugu mpenzi mtazamaji, njia ya kwanza inayotumika kuingiza watu wengi kwenye maagano ya nguvu za giza ni kurithi. Tumezoea katika maisha yetu ya kila siku, watu tunaweza tukarithi mali, tukarithi nguo, tukarithi majina na vitu mbalimbali. Mbali. Kupitia njia hii ya kurithi, kurithi ni mlango unaoingiza watu wengi katika ulimwengu au katika maagano ya nguvu za giza. Endapo mrithi atarithi mali au jina lililotokana na maagano au vitu vya mtu ambaye alikuwa akijihusisha sana na maagano hasa ya nguvu za giza, mrithi anaungamanishwa kwenye vifungo vile. Kuna kisa kimoja cha jina nilikiona katika ukoo fulani. Kaya mbili tofauti ndani ya ukoo ule, mmoja walizaliwa watoto wawili wa kiume. Wale watoto walipewa jina la marehemu babu yao. Watoto wale walizaliwa wakiwa wazima kabisa bila ulemavu wowote ule. Walipofikia umri fulani, wakiwa wanaendelea na masomo ya shule ya msingi, watoto wale walilemaa kwa nyakati tofauti tofauti na mpaka leo wote ni walemavu. Baadaye nikapata neema ya kufuatilia kwa nini hawa watoto walilemaa na wote wanaitwa jina moja. Nilifuatilia kwa kuwauliza wazee kadhaa katika kijiji kile, wale wazee wakaniambia kwamba marehemu babu yao ambaye ndiye alikuwa mwenye hili jina alikuwa na tabia ya kutambikia, na matambiko yake yaliendana na kutoa kafara. Aliendelea vile, na hatimaye mifugo yake ikaisha. Mifugo ilipoisha, miungu ile ya ulimwengu wa giza iliendelea kudai kafara. Alipokosa mifugo ya kutoa kafara, ilimtegua mpaka umauti ulimkuta akiwa mlemavu. Nikatambua kwamba watoto hao wamelemaa kutokana na kurithi jina hilo. Katika kitabu kile cha Mithali sura ile ya 22 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, na neema kuliko fedha na dhahabu. Kwa hiyo tuwe makini sana tunapowaita majina watoto wetu. Njia ya pili inayoweza kuwaingiza watu katika maagano ya nguvu za giza ni kupokea au kuokota au kununua vitu mbalimbali mbali. Kuna visa vingi sana ambavyo tumevipata ambavyo watu waliingizwa kwenye maagano ya nguvu za giza kutokana na kuokota vitu au kununua au kupewa vitu kama zawadi. Mfano wa vitu hivyo ni kama nguo, bangiri, hereni, mikufu, shanga na vitu kama hivyo. Vifaa hivyo vimetumika sana waingiza watu kwenye ulimwengu wa giza. Kwa hiyo endapo mtu ataokota au atapewa kitu chochote kile ambacho kimepatikana kutokana na maagano ya nguvu za giza, mtu atakayekichukua kile kitu au atakayepewa kile kitu ataungamanishwa moja kwa moja kwenye maagano ya nguvu za giza. Tuwe makini sana kwenye vitu hivyo, maana kupitia vitu hivyo tunaweza tukaungamanishwa katika maagano ya nguvu za giza. Njia ya tatu ni kuchanjwa chale au kuchorwa alama au kuchora alama kwenye mwili. Hii ni njia ambayo inatumiwa sana na ulimwengu wa giza. Kwenye maisha yetu ya kawaida, tumezoea watu wengi wanapoenda kwa waganga, hasa waganga wa kienyeji, wamekuwa wakichanjwa chale. Kwa nini wanachanja chale? Kwenye ile chale, kinachotafutwa ni damu. Damu ni uhai damu ndiyo imebeba uhai wa mtu. Kwa hiyo mtu anapochanjwa chale, ile damu inayomwagika kutoka kwenye ile alama au ile eneo ililochanjwa chale huwa inachanganywa na madawa. Wakati ule mganga husika huwa anatamka maneno ambayo mara nyingi yanakuwa kwenye lugha ambayo haiwezi kueleweka kiurahisi kwa mteja wake. Kwa hiyo yale maneno yanayotamkwa na mganga yanakuwa mkataba ambao unaenda kumfungamanisha yule mteja au yule mtu aliyeenda kwa mganga na ufalme wa nguvu za giza. Ndiyo maana Mungu akawatahadharisha sana watu wasichanjwe. Ukisoma katika kitabu kile cha Mambo ya Walawi sura ile ya 19 na na mstari wa 28, neno la Mungu linasema, msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu kwa ajili ya watu wala, msiandike alama miilini mwenu, mimi ndimi Bwana. Kwa nini Mungu aliwazuia wana wa Israeli wasifanye hivyo? Ni kwa sababu alijua kabisa, kupitia kuchanjwa chale, kuweka alama kwenye miili yao, wale watu wanaweza wakaunganishwa kwenye ulimwengu wa nguvu za giza, au wakaunganishwa kwenye maagano ya nguvu za giza, na hatimaye wakajikuta wamemwasi Mungu. Njia ya nne inayoweza kuwaingiza watu au inayosababisha watu kuingia kwenye vifungo vya nguvu za giza ni kushiriki mambo ya kimila. Katika ulimwengu huu kuna makabila mengi sana na kila kabila lina mila na desturi zinazoiongoza kabila hilo. Mila na desturi hizo hubeba mambo yote ambayo yanaweza yakafanywa na jamii ile, ikiwemo mavazi, vyakula, jinsi ya kufanya ibada na mambo kadha wa kadha. Sasa, kupitia kushiriki mambo ya kimila, watu huwa wanaunganishwa kwenye maagano ya nguvu za giza. Ukisoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa pili, neno la Mungu linasema, ninyi mmekuwa wana wa Bwana Mungu wenu, msijitoje mili yenu wala msifanye upaa katikati ya macho yenu kwa ajili ya aliyekufa, kwa kuwa utaifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo Mungu aliwatahadharisha sana wasifanye mambo ya kimira. Sasa katika maisha yetu ya kawaida tumezoea sana watu wanapopata misiba wananyoa upaa kwa ajili ya waliokufa. Ukisoma katika neno hili Mungu anatuzuia. Njia ya tano inayowaingiza watu kwenye maagano ya nguvu za giza ni kufanya uasherati, uzinzi na ufiraji. Uasherati ni kitendo cha kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa, yaani mtu hajaoa wala kuolewa, anashiriki tendo la ndoa. Huo ni uasherati. Na uzinzi ni kushiriki tendo la ndoa nje ya ndoa, yaani mtu ameshaoa na kuolewa, halafu anaenda kushiriki tendo la ndoa na mtu mwingine kabisa tofauti na yule aliyemuoa au aliyeolewa naye. Lakini ufiraji ni kumwingilia mtu kinyume na maumbile. Mlango huu Umetumiwa sana, unatumiwa sana na nguvu za giza katika ulimwengu wa leo. Uzinzi, uasherati kimekuwa kilio hadi makanisani. Wachungaji, viongozi wa dini wameshaonya watu sana, lakini hawasikii. Watu wanaendelea kushiriki uasherati, uzinzi na ufiraji. Na mwovu ameshaiona hii njia, inawavuta watu wengi sana, na ndiyo maana amevuta watu wengi na anaendelea kuitumia sana kuvuta watu wengi kuwaingiza kwenye maagano ya nguvu za giza ili watu hao wamwasi Mungu. Unapofanya uzinzi wa ashirati au firaji huwa unafanya agano na yule unayefanya naye lile tendo. Kwa hiyo laana, mikosi na vifungo mbalimbali vinavyokuwa vimemfunga yule mtu vinaweza vikakufunga hata wewe, na ndiyo maana tumeshuhudia sana au tunashuhudia sana hata kwenye ndoa nyingi, kuna vurugu, kuna shida. Kwa nini? Unakuta mwana ndoa alishiriki matendo hayo au ameshawa na kuolewa, bado anaendelea kushiriki matendo hayo, matokeo yake laana na mikosi tayule, anaye, lalana, anaye, anaye, ndoa, na yule anayelala naye anayefanya naye tendo la ndoa zinaambatana naye pia na kuingia kwenye ndoa, matokeo yake zinaleta shida na vurugu katika ndoa.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 kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Kwa hiyo watu wengi wanafanya zinaa, wanafanya uasherati, wanaungamanishwa kwenye ulimwengu wa nguvu za giza, wanaungamanishwa kwenye vifungo vya nguvu za giza kupitia tendo lile, na ndiyo maana mwovu anaitumia sana kama silaha. Lakini pia Ukisoma katika kitabu kile cha Mithali sura ile ya sita mstari wa ishirini na sita na mstari wa 32, neno la Mungu linasema: maana kwa malaya mtu hutiwa katika hali ya kuhitaji kipande cha mkate, na kahaba humwinda mtu anase nafsi yake iliyo ya thamani. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Mbinu nyingine au njia nyingine inayoingiza watu kwenye maagano ya nguvu za giza ni kuweka nadhiri au ahadi. Nadhiri ni ahadi ya maneno au ni ahadi ya sadaka ambayo mtu anaahidi kwa ajili ya kutimiziwa jambo fulani. Ibilisi amewadanganya sana watu kuahidi ahadi ambazo hazitimiziki ukisoma katika kitabu kile cha Hesabu sura ile ya thelathini mstari wa pili hadi wa kumi na tano utakutana na habari za nadhiri. Na pia ukisoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya ishirini na tatu mstari wa ishirini na moja hadi ishirini na tatu utakutana na habari za nadhiri. Kwa hiyo uwe makini sana unapoweka nadhiri kwa Bwana, usichelewe kuiondoa. Maana nadhiri ni mtego. Unaposhindwa kuiondoa ile nadhiri, unanaswa na unakuwa umetenda dhambi. Njia ya tano inayoingiza watu kwenye maagano ya nguvu za giza ni kula vyakula vilivyotambikiwa. Kuna baadhi ya makabila, tamaduni au dini ambazo kula chakula ni sehemu ya ibada. Kwa hiyo makabila hayo au tamaduni hizo huwa zinatekeleza mambo kadhaa kadhaa wakati wa kuandaa kile chakula. Wakati mwingine kabla ya kupika chakula kile, huwa kuna maneno yananuiwa juu ya kile chakula, lakini pia wakati chakula kinapokuwa kinapikwa, kuna maneno yananuiwa na wengine hunuia maneno wakati wa kupakua chakula. Kwa hiyo yeyote yule atakayeshiriki kula chakula kile atakuwa ameungamanishwa kwenye vifungo vilivyoko kwenye maneno yale yaliyonuiwa, au nguvu ya maneno yaliyonuiwa huambatana na yeyote atakayeshiriki kula kile chakula. Kwa hiyo hii njia pia inatumika sana kuwaingiza watu kwenye ulimwengu wa giza au kwenye maagano ya nguvu za giza bila hata ya wao kujua. Ukisoma katika kitabu kile cha Mithali sura ile ya 23 mstari wa sita hadi wa nane neno la Mungu linasema, usile mkate wa mtu mwenye husuda, wala usivitamani vyakula vyake vya anasa. Maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo, akuambia haya, kula, kunywa, lakini moyo wake hauwi pamoja nawe. Tonge lile ulilokula utalitapika na maneno yako matamu Yatapotea. Mungu akubariki sana. Amen. Naendelea kukukaribisha sana katika somo lijalo.